Unaungua nchini Uganda baada ya uchaguzi mkuu uliofanyika huko. Taarifa ambazo zimetufikia kwenye meza yetu ya habari ni kwamba mambo si mazuri tena. Jambo, na karibu kwa taarifa zetu za TanzaPulse, na ikiwa ni siku yako ya kwanza hapa, tafadhali kumbuka kusubscribe. Kiongozi wa upinzani nchini Uganda na rais wa National Unity Platform Kyagulanyi Robert maarufu kama Bobi Wine ametoa madai mazito ya mashambulizi ya kikatili dhidi ya viongozi na wafuasi wa chama chake ikiwemo kuuawa kwa takriban watu kumi waliokuwa nyumbani kwa naibu rais wa NUP anayesimamia eneo la Buganda, Mheshimiwa wa Muwanga Kivumbi. Madai hayo yanakuja sambamba na taarifa kuwa Bobi Wine mwenyewe aliweka chini ya kizuizi ameliwekwa aliwekwa chini ya kizuizi cha nyumbani mara baada ya kupiga kura, huku wanajeshi wakizingira makazi yake na kuzuia mtu yeyote kuingia au kutoka. Kauli hizo zilizotolewa kupitia mitandao ya kijamii zimeongeza wasiwasi mkubwa kuhusu hali ya usalama haki za binadamu na uhalali wa mchakato wa kisiasa nchini Uganda, hasa katika kipindi nyeti cha baada ya uchaguzi. Serikali ya Uganda kupitia vyombo vyake vya usalama haiko imetoa maelezo ya kina au majibu ya moja kwa moja kuhusu madai hayo kufikia muda wa kuchapishwa kwa makala haya. Kwa mujibu wa taarifa za Bobi Wine, mashambulizi dhidi ya viongozi wa NUP hayakuishia Buganda pekee. Alidai kuwa kabla ya tukio hilo, naibu rais wa chama hicho kanda ya Magharibi alitekwa nyara huko, naibu rais wa kanda ya Kaskazini akishambuliwa. Katika ujumbe wake, alieleza kuwa vitendo hivyo vinaashiria kile alichokitaja kama hofu ya watawala dhidi ya hasira ya wananchi wanaodai kuporwa kura zao. Madai ya vifo vya wafuasi wa upinzani ni mzito na yanahitaji uchunguzi huru. Katika mazingira ya uchaguzi wa Uganda, historia inaonyesha kuwa vipindi vya baada ya kura mara nyingi huandamwa na operesheni kali za usalama, vizuizi vya mikutano ya kukamatwa na wanaharakati. Hali hiyo imekuwa ikikosolewa kwa muda mrefu na mashirika ya ndani na ya kimataifa ya haki za binadamu. Bobi Wine amedai kuwa baada ya kupiga kura, jeshi ilizingira nyumba yake, askari wakaruka uzio na kuingia ndani ya kiwanja na kumweka yeye pamoja na familia yake katika hali ya kizuizi cha chumbani bila amri ya mahakama kisheria. Hatua hiyo inazua maswali makubwa kuhusu haki ya uhuru wa kusafiri, faraga ya makazi na ulinzi dhidi ya kuzuiwa kiholela. Katiba ya Uganda inalinda haki hizi na pia nchi hiyo ni mwanachama wa mkataba wa kimataifa wa haki za kiraia na kisiasa inayojulikana kwa ufupi kama ICCPR unaokataza kukamatwa na kuzuiwa kiholela. Kamati ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa imeeleza mara kadhaa kuwa kizuizi cha nyumbani ni aina ya kunyimwa uhuru na kinahitaji msingi wa wazi wa kisheria na usimamizi wa mahakama. Madai ya sasa hayawezi kutenganishwa na historia ya siasa za Uganda katika zaidi ya miongo mitatu ya utawala wa Rais Yoweri Kaguta Museveni. Chaguzi za mwaka wa elfu mbili na sita elfu mbili kumi na moja elfu mbili kumi na sita na elfu mbili ishirini na moja na zote ziliripotiwa kukumbwa na matumizi ya nguvu kupita kiasi, kuzima kwa mtandao na kukandamizwa kwa upinzani. Katika uchaguzi wa mwaka 2021, Bobi Wine aliripotiwa kutoweka ama kuwekwa chini ya kizuizi cha nyumbani kwa siku kadhaa, mahali iliyothibitishwa na vyombo vya habari vya kimataifa na wanaharakati wa haki za binadamu. Kwa mujibu wa Human Rights Watch, vikosi vya usalama nchini Uganda vimekuwa vikilaumiwa mara kwa mara kwa matumizi ya risasi halisi dhidi ya, ya waandamanaji, hukamatwa kiholela na mateso, hasa katika vipindi vya kisiasa vilivyonyeti. Ripoti hiyo inaeleza kuwa ukosefu uwajibikaji wa wahusika wa usalama umechangia kurudiwa kwa ukiukwaji. Iwapo madai ya kuuawa kwa wafuasi wa NUP yatathibitishwa basi suala hilo linagusa moja kwa moja haki ya uhai, haki ya msingi zaidi chini ya sheria za kitaifa na kimataifa. Kanuni za msingi za Umoja wa Mataifa kuhusu matumizi ya nguvu na silaha za moto kwa maafisa wa utekelezaji wa sheria zinasisitiza kuwa nguvu hatarishi inaweza kutumika tu pale inapohitajika kabisa kulinda uhai na si kama njia ya kudhibiti upinzani wa kisiasa. Amnesty International imekuwa ikionya kuwa katika mazingira ya uchaguzi, serikali zina wajibu maalum wa kulinda raia wote bila upendeleo na kufanya uchunguzi wa haraka, huru na wa kuaminika pale vifo au majeruhi yanaporipotiwa kukosekana kwa taarifa rasmi au uchunguzi wa wazi huongeza hofu ya kutokuwepo kwa haki matukio ya Uganda yanaangaliwa kwa karibu katika ukanda wa Afrika Mashariki ambapo masuala ya uchaguzi uhamiaji na madaraka na matumizi ya nguvu za dola bado ni changamoto kwa nchi jirani kama Tanzania Kenya na Rwanda hali ya Uganda ni kioo kinachoonyesha hatari ya kukosa mifumo dhabiti ya uwajibikaji wa vyombo vya usalama vyombo vya habari vya kimataifa kama BBC na Al Jazeera vimeripoti mara kwa mara kwa mwenendo wa haki za binadamu nchini Uganda una athari kwa uhusiano wa nchi hiyo na wafadhili wa kimataifa pamoja na taasisi za kifedha ambazo mara nyingi hufunga misaada yao na masharti ya utawala bora. Kauli ya bobu, uh, Bobi Wine inayotaja resistance kama jibu la kile alichokiita wazimu wa utawala imechochea mjadala mpana. Wataalamu wa siasa wanaonya kuwa lugha kali katika mazingira yenye silaha nyingi na historia ya ukandamizaji inaweza kuongeza hatari ya mzunguko wa vurugu. Hata hivyo, wanasitiza pia kuwa mizizi ya misuguano hiyo mara nyingi ni ukosefu wa njia halali na salama za kuwasilisha malalamiko ya kisiasa. Katika mifumo ya kidemokrasia, mahakama huru, tume za uchaguzi zinazoaminika na vyombo vya usalama vinavyowajibikia ama vinavyowajibika kuhusu ama hutumika kama njia ya kuzuia wananchi kugeuka maandamano makubwa au upinzani mkali. Changamoto ya Uganda, kulingana na wachambuzi, ni kurejesha imani katika taasisi hizo. Madai ya mashambulizi vifo vya wafuasi wa upinzani na kizuizi cha nyumbani dhidi ya Bobi Wine yana umuhimu mkubwa kwa mstakabali wa Uganda. Suala hili halimuhusu kiongozi mmoja au chama kimoja pekee, linahusu haki ya raia kuchagua viongozi wao bila hofu na wajibu wa dola kulinda uhai na uhuru wa wote bila upendeleo na bila uchunguzi huru wa wazi na wenye kuaminika kuhusu madai haya, maswali yataendelea kuandama uhalali wa uchaguzi na uthabiti wa kisiasa wa nchi kwa Uganda na ukanda mzima, ujumbe ni moja: amani ya kudumu haiwezi kujengwa juu ya hofu na nguvu, bali juu ya haki, uwazi na uwajibikaji. Na jinsi mamlaka zitakavyokabiliana na madai haya itaamua ikiwa nchi itasonga kuelekea maridhiano kitaifa au kuendelea katika mzunguko hatari wa migogoro ya kisiasa. Ni hayo tuliyokuandalia kutoka hapa uh, Tanza Pulse, chaneli yako yako pendwa inakuletea taarifa hizi moja kwa moja bila kupindisha wala kuegemea upande wowote. Zidi kuwa nasi kwa kutusupport, kulike na kushare video zetu, ili uwe namba moja katika kutusukuma, na vilevile kuhakikisha kwa kwamba platform hii inazidi kukua.